Wazee wa Njuri Ncheke na wakazi wa Meru wametaja kuteuliwa kwa mwanamke kuwa naibu gavana wa kaunti hiyo kama hatua endelevu, ambayo ni dhihirisho kuwa hawana pingamizi na uongozi wa wanawake. Gavana mpya Isaac Mutuma ambaye alichukua nafasi iliyoachwa wazi baada ya kumaduliwa kwa Kawira Mwangaza alimteua Linda Gaki Kiome kuwa naibu wake. Niseme ni pongezi kubwa sana kwa gavana wetu Reverend Isaac Mutuma kuona ni vizuri atupatie mama akiwa mdogo yake ama msaidizi wake ama deputy governor. Hii ni dhihirisho ya kwamba Wameru wanapenda wanawake na Wameru atupigani na wanawake. Sisi tunapenda wanawake. Kile tulikuwa tumekosa ni uongozi mzuri, ndio tulikuwa nakosa. Hata kama angekuwa mwanaume akose uongozi mzuri tungemtenda vile tumetenda yule alikuweko. Kwa hivyo Wakenya wale walikuwa wameona Wameru ati wanaonea mama, sisi tunapenda kina mama. Mama ndio kina mama, nguzo ya community yetu ya Wameru, na tunawaenzi sana. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, tunakwenda mapumzikoni kidogo, lakini usiondoke hapo ulipo, tunarejea hivi.